Licha ya kwamba tulitarajia matokeo ya ushindi, kwa sababu kwa nyumbani tulifanya maandalizi yote, kila kilichotakiwa kufanya kushinda hii mechi ushindi, lakini futiboli limeamua matokeo, ni sare ya kugawana goli moja kwa moja, na mshukuru Mwenyezi Mungu. Singida, kama Singida haina experience, lakini tuna wachezaji na kwa kiasi kikubwa watu wamecheza, eh. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwa sababu timu ina experience, matokeo haya ni matokeo ya mpira. Iko timu ina experience lakini, <laughs> nimepata matokeo yao eh, si si mazuri ya ya kwa iyo. Ni michuano mikubwa, ni michuano migumu, kila timu ina malengo yake ya kufanya vizuri. Kwa hiyo ni kuheshimiana, kukutana mpinzani, kuheshimu kucheza kwa kulingana na nafasi unazozipata, ukizitumia vizuri unaondoka na matokeo ya ushindi. Sisi mchezo leo tulikuwa tuna kila haki ya kushinda, kila sababu ya kushinda. Tazama, tumetengeneza nafasi nyingi nyingi sana cha kwanza lakini sivyo bahati, tukashindwa kubadilisha kwa magoli. Kipindi cha pili, alhamdulillah, tukapata penalti tukapata goli la kusawazisha. Kwa hiyo ni matokeo mazuri kwa sababu nilipata alama moja, lakini si mazuri kwa sababu kwenye nyumbani tutegemea ushindi. Nafikiri mekosa faida ya uwanja wa nyumbani, kwa sababu labda mashabiki hawakuwepo wa kutosha, uwanja ulikuwa mm. Hapana, sidhani, sidhani kwa sababu focus ya wachezaji wote ilikuwa kutafuta ushindi na alama tatu. Tukumbuka tuko kwenye kundi uh, ambalo tumeshacheza mechi mbili mpaka sasa hivi na uh, alama tatu hapo uh, kama tano ndio kwa uh, alama tano maana yake kuja kuzitafuta, si mchezo bado. Kuna mechi ngumu ya kutaka kucheza mbeleni na Oto wale ambao wamecheza na Bigusta. Kwa hiyo bado bado kuna kazi ya kufanya, pengine tungeshinda leo, huenda ingeturahisishia kazi ile kwa mbele yetu, lakini kupata sare si matokeo yale tuliyofanya, aina ya mchezo ambao umeonyeshwa. Lakini pia ukijitazama kwenye kundi nafasi ambayo ulikuwa imewakata morali ime bado. E, bado tuna nafasi ya kufanya vizuri. tuna mechi zimebaki nne, eh, hii ni mechi ya pili tunacheza. Bado tuna nafasi kufanya vizuri, lakini sisi hatuna pressure, ndugu zangu, ndugu zangu, hatuna pressure kwa sababu sisi malengo yetu tumesha yafikia kwa asilimia mia. Eh, tutasononeka tu kwa sababu sisi ni washindani, tunapenda kushinda, tunapenda kushinda, lakini haina maana kwamba tumekuwa disappointed kwa sababu malengo yetu No. E, e, ndio maana no, kusema kipata tukienda hatuanayofatananayofata maanake tutuauaan tutakuwa tumeenda kuona tumepata extra, lakini kwa tulipofikia alhamdulillah, tunashukuru. Hatukamilishi ratiba, tunashindana <laughs> ila <hamna cha kupoteza. laughs> tukipoteza alama kama hivi, tukidondosha inatuuma. Lakini haina maana kwamba eti tunajisikia tuna vibaya kihivyo kwamba tume tumefeli. Hatujafeli, tumefaulu msimu huu, tumeingia makundi, tunataka tume tuingie makundi, hayo ni mafanikio makubwa. Na tuna bata letu Singida linatusubiri. <laughs> eh. <laughs> Bata la kuingia makundi, kwaona pia ni kazi ndogo, tumeingia e, makundi kwa mara ya kwanza msimu huu. Kwa hiyo tuna bata letu linatusubiri Singida. Hapa tutacheza mechi zetu, tutapambana mpaka mwisho, hatuwezi kufurahi kupoteza kwa sababu si washindani. Lakini bado tunaamini, tunaweza kufanya. Tunapozungumzia timu nne za Tanzania ambazo zimefanya vizuri mpaka sasa at least ni Young Africans pamoja na Singida ambayo yenyewe imepata sare uh, semaji hii inakupa taswira gani kwa hizi timu nne? Hele, timu uh, timu bora moja ilijitapa yeye ikasema, yeah, kwamba wao wamepata kundi jepesi lakini mambo ni kama yamebadilika. Hii michuano ndugu yangu inatufundisha vitu okay, vingi sana uh, yale usiyotarajia ndio yanayotokea. Sisi hmm, ni miongoni ini yani timu bora msimu ndio zinafanya vizuri kweli na mimi niliwahi kusema, sasa hapo twende sasa vizuri nishikie kwanza. Hmm? <laughs> mimi niliwahi kusema mm -hmm. michuano ya kafu msimu huu msisimko mm -hmm. wake utakuwa wapi Zanzibar? timu mm -hmm. ambazo ziko Zanzibar ndio mm -hmm. zitakazo shaini kwenye michuano ya kafu ile kauli, watu walifikiri nazungumza zungumza tu, bahati mm -hmm. eh, bahati mbaya tu Azam wanatuangusha. <laughs> <laughs> sijui wana shida gani lakini kwa timu ambazo ziko Zanzibar kuna neema yake hapa, na inshallah tunaamini mechi zinazokuja ambazo zitachezea hapa nyumbani tutapata matokeo ambaye kabaki kwa Mkapa. Hiyo, eh? nuru ama neema yeye aje Zanzibar, aje Zanzibar. Bado muda upo, anaweza akaenda kubadilisha wakaje Zanzibar kwa sababu misisimko ipo huku, raha zote zipo huku. Hata nyumbani hapa kufungwa ni basi tu. Azam aliteleza wapi mchezo? Mbona Azam ulikuwa mzuri sana, walicheza vizuri sana, ni bahati mbaya lakini hapo kuna kugarantia angalau kuweza kupata matokeo ya ushindi au umefeli sana ni sare, kama ambavyo tumepata. Kila la heri, mimi natabiria a timu zote za Tanzania bado wana mechi nne, wasikate tamaa, tunawaombea na tunaamini watafanya vizuri ah, eh, sana.